Mimi Peres Bonifas Magiri, mkuu wa wilaya ya Nyasa, ninakukabidhi mwenge wa uhuru Mheshimiwa Ngollo Malenya, kaimu mkuu wa wilaya ya Mbinga, ukiwa salama salimini, unawaka, unang'ara na unameremeta. Aidha, ninakukabidhi wakimbila mwenge wa uhuru kitaifa sita minyaka sita, wakiongozwa na ndugu Ismail Ali Musi kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2025. Ee Mwenyezi Mungu akusaidie. Mimi Ngollo mwani dugu Malenya kaimu mkuu wa wilaya Mbinga, nakiri kupokea mwenge huu uking'ara na una meremeta. Aidha, mwenge huu wa uhuru kwenye halmashauri ya mji Mbinga utakimbia kilomita 65. Miradi kumi yote ina gharimu bilioni moja milioni mia mbili na sitini na nne.